Katika hali ya wasiwasi mkubwa unaoendelea kutanda katika eneo la Mashariki ya Kati, vikosi vya ulinzi vya Israel vimewaonya kwa dharura raia wa Irani waliopo karibu na vituo vya kijeshi na viwanda vya silaha kuondoka mara moja katika maeneo hayo. Onyo hilo limechapishwa rasmi katika akaunti ya IDF inayowasiliana kwa lugha ya Kifarsi kwenye mtandao wa kijamii wa X, ambapo imesisitizwa kwamba maisha ya raia hao yapo hatarini endapo wataendelea kuishi karibu na miundombinu ya kijeshi inayolengwa na Israel. Kwa ujumbe huo, IDF ilisema watu wote waliopo ndani au karibu na viwanda vya kutengeneza silaha za kijeshi na taasisi zinazosaidia shughuli za kijeshi wanapaswa kuondoka mara moja katika maeneo hayo na wasirejee hadi watakapoharifiwa tena. Wapo wenu karibu na miundombinu hii, unaweka maisha yenu katika hatari kubwa. Hii ni mara ya kwanza kwa Israel kutoa onyo la moja kwa moja kwa raia wa Irani kupitia lugha yao ya taifa, jambo linaloashiria uzito wa tahadhari hii na hatari inayoweza kutokea. Onyo hili linakuja masaa machache baada ya Irani kutekeleza mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi dhidi ya Israel. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Irani ilirusha makombora kadhaa ya masafa marefu pamoja na ndege zisizo rubani kuelekea Israel, ikilenga maeneo ya kijeshi na ya kiraia. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa baadhi ya makombora hayo yalidondoka katika maeneo ya makazi kaskazini na katikati mwa Israel, yakisababisha uharibifu mkubwa na vifo vya raia. Huduma za dharura za taifa la Israel zimethibitisha kuwa watu wasiopungua kumi wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi hayo, huku zaidi ya wa watu 100, wakijeruhiwa baadhi yao wakiwa katika hali mbaya. Timu za uokoaji zimekuwa zikiangaika kwa saa kadhaa kuondoa miili na kuwahudumia majeruhi kutoka chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka baada ya kushambuliwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameitisha kikao cha dharura cha baraza la usalama la kitaifa kujadili hatua za kisiasa na za kijeshi zitakazochukuliwa. Tayari dalili zinaonyesha uwezekano mkubwa wa Israel kujibu mashambulizi hayo kwa nguvu zaidi jambo ambalo linaweza kusababisha kuongezeka kwa vita vya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili makubwa katika ukanda huo. Upande wake, serikali ya Irani imethibitisha kuwa mashambulizi hayo ni jibu la moja kwa moja kwa kile ilichokiita uchokozi wa Israel uliohusisha mashambulizi ya anga dhidi ya kituo cha kijeshi cha Irani kilichoko nje ya mji wa Isfahan. Irani imesema kuwa hatua hiyo ya kulipiza kisasi ni halali na imefanyika kwa mujibu wa haki ya kujilinda ya uvamizi wa kigeni. Katika hatua nyingine, mashirika ya kimataifa na jumuiya ya kimataifa zimeanza kutoa matamko ya kutaka pande zote mbili kujizuia. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya na mataifa makubwa kama Marekani, China na Urusi wameeleza wasiwasi wao kuhusu hali hiyo, wakihimiza mazungumzo ya kidiplomasia badala ya hatua za kijeshi zinazoweza kuharibu zaidi hali ya usalama wa kikanda na wa kimataifa. Wakati huo huo, maelfu wa raia wa Israeli na Irani wamekuwa wakihama maeneo yanayoonekana kwa hatarini, huku hofu ikitanda juu ya uwezekano wa kuzuka kwa vita vya wazi kati ya mataifa hayo mawili. Katika baadhi ya miji nchini Irani kunaripotiwa msongamano mkubwa katika barabara kuu, huku familia zikiamia maeneo ya mbali na vituo vya kijeshi na viwanda vya silaha vilevile baadhi ya vituo vya afya vimeripotiwa kuwa vimejaa kwa sababu ya tahadhari ya kiafya dhidi ya mashambulizi ya baadaye. Kwa sasa hali bado ni tete na dunia inasubiri kwa wasiwasi mkubwa kuona iwapo Israel itachukua hatua za kijeshi kujibu au iwapo kuna nafasi ya kupunguza mivutano kupitia njia za kidiplomasia wakati huo wa maisha, mamilioni ya raia wa kawaida yameendelea kuwa hatarini katika mgogoro huu wa kisiasa na wa kijeshi usio na dalili za kupungua.